Furaha pole, okay. okay. na safari umetambulishwa kama msanii wa kwanza wa kike wa Kings Music Malkia, tuambie experience, experience yako iko vipi na unajisikiaje hasa? Actually, najisikia vizuri sana kwa kuwa under the Kings. nafurahi kuwa mmoja wa wa Tanzania nimefurahi sana yeah, Okay, Mtima, hongera sana kupata bahati ya kusaniwa kwenye lebo ya Kings Music. hii ni bahati, kuna mamilioni ya wasanii wanatamani kupata hiyo nafasi. Umetokea uh, Rwanda tumekuja kupokea hapa. Maswali ni mengi kwa mashabiki, ni msanii ambaye ulikuwa Rwanda umeamua kuwa signed chini ya, uh, ya Kings Music au ni msanii wa hapa hapa, ila kwa sasa pengine ulikuwa unaishi Rwanda? Nilikuwa naishi Rwanda uh, kwa, Uh, lakini nilikuwa nakuja mara moja kwa kusamia siwangu okay. Ilikuwaje? yeah. Ukapata hii connection kwa ufupi tu uh, link ya Alikiba uh, ilikuwa blessing kwa sababu na mimi nilikuwa sijategemea, ni vile tu mipango ya Mungu. Mungu akikupangia nani blessing wezi ukaikwepa, so itikuwa, ilikuwa blessing tutana okay. uh, naye umekaa muda gani? Naona hizi lebo bana, ili uweze kusainiwa, sio kwamba utasainiwa leo kesho utatoka, lazima usote kidogo. Umesota muda gani mpaka kupata nafasi leo hii kama msanii unatambulisha? Rudia msani, tena umekaa muda, how long umekaa kwa mpaka umekuja kuwa introduced kwenye label ya Kings Music? Ah, ni ni ni muda muda muda sana. Uh, nilikaa muda sana, siwezi kusema miaka mingapi, miaka minne, okay Ilikuwa miaka minne. Nikisikiliza accent yako inanipa jibu kwamba inawezekana, Kiswahili kidogo kinapiga chenga, ngoma kinganganisi, right? Umetia <laughs> Na, Kiswahili najua yeah. Kiswahili najua ni kwamba maybe accent yako, kwa sababu ni mara ya kwanza ndio. uh -huh. Bado sija sijazoea lakini kidogo kidogo kutwist, <laughs> kwenye aina ya muziki ambao unaofanya bongo flava, how, how was it hard uh, actually mi ni msanii mimi ni mwimbaji. Sasa mna kitu ambaye kinaweza kianishinda zaidi ni kuimba Okay. kila mtu anaimba hata kichina tunaimba. tunaimba Kiswahili ni, <laughs> ni rahisi sana kuimba Okay. Challenge gani ambayo unakutana nayo ndani ya Kings Music ukizingatia wale kuzunguka ni wasanii wote wa kiume, unaweza vipi kushia hiyo bondi ukihisia kila kitu? A challenge ni upendo mm -hmm. kwa sababu walinionyesha upendo ambaye sijategemea sija mm -hmm. gisi walivyo ni treat mm -hmm. Nimefurahi sana tena mm -hmm. sana. Unaonaje reaction ya mashabiki sasa kupitia social media baada ya ku, kuwa introduce na kuachia project yako kwanza? Uh, kama msanii naweza ngakutana na, nga na mtu ambaye ananipenda, mwingine asinipende. Hizo zote ni challenge ambaye kama mi msanii naweza ngakutana nazo mm -hmm. so ni kujipanga na kujaribu kufanya kazi yangu vizuri. Naomba nimsaidie swali. Okay. Umejisikiaje? Ulimejisikiaje mpaka sasa hivi ulivyo Ume release nyimbo yako. Yaani mapokezi watu wamekupokeaje? Maybe umesoma comments. Maybe umeonaje uh, jinsi ulivyokuwa ume release nyimbo yako ya kwanza. Not ya, sio ya kwanza lakini King's Music label, King's Music Africa wewe ni, ni msanii wa kwanza lakini nyimbo yako imetoka uh, international watu wameweza kusikia. So umeonaje hiyo reaction kwa watu? Watu wamekupokeaje? Uh, cha kwanza naweza ngasema kwamba sehemu ambayo nipo ni sehemu sahihi, sehemu kubwa. Kusema kwamba nime watu wamenipenda au wamenikubali, mm -hmm, ni kwa sababu ni Kings pia, uh, na kuongeza na kuongeza kitu kizuri ni kwamba nimechukua msanii ambaye anaimba <laughs> <laughs> <laughs> e, msanii anaimba <laughs> okay. Sasa hivyo vitu vime vimekutana vimejenga okay, kitu kikubwa sana so. Sa ndio maana nime